Uh, kinachonisikitisha ni kwamba huyo askari akirudi nyumbani kwake, mke wake anamwambia baba, pole na kazi, na watoto anasema pole na kazi, lakini hawajui wanampa pole ya kazi ambayo watu wana manunguniko, wana huzuni, wana majonzi mazito ambayo yanasababishwa na huyo baba yao, wanakula chakula cha udhalimu wanakula chakula ambacho kuna watu wanalia machozi yasiyokoma kwa sababu ya kazi ya baba yao. Laiti kama wangejua, wangesema baba, kazi hiyo ungeiacha, kwa sababu inatutabilia mabaya, inatutabilia maisha magumu, inatutabilia laana, kwa sababu ya machungu ambayo watu wana, wan, wanakuwa nayo kwa sababu ya utendaji wake wa kazi yake. Sasa hivyo anavyompiga mtu kana kwamba anaua nyoka, huyo mtu anakosa kaenda, kusikiliza kesi mahakamani, kesi ya mpendwa wake, ya rafiki yake, lakini kwa sababu tu mwenye kesi ni mtu ambaye ana influence kubwa kwenye jamii, ni mtu anayependwa na jamii, basi kwa sababu wakubwa wake wa askari hawampendi huyo mtu, wamemwoda kwamba wasiingie watu, watu akisogea wafanye hivi, naye anafanya kwa sababu analinda ugali wake lakini mambo haya yasingepaswa kuwa hivi. Laiti kama angejua kwamba baada ya kazi hiyo kuna maisha mengine yanaendelea. Utazeeka, utastafu hiyo kazi, utarudi kuishi na hao ambao unatumia gongo kuwapiga ili hali hawana hatia. Utaenda kuishi nao hao hao, utakwenda kuwaomba chumvi, utapata msiba, itabidi waje. Bado maisha ya kijamii ya kawaida yatatakiwa kuendelea. Sasa hivyo unavyowafanyia wenzio, mwisho wa siku utaishi na jamii ikiwa inakutazamaje? Hii ni sauti ya mtoto wa mtu aliai kutoka gerezani, anasema: nitengenezeni njia ya Bwana maaskari, angalieni yanyosheni mapito yenu, azameni namna gani mnaweza kufanya kazi kwa maadili na kwa upendo na kwa utu, kwa kuzingatia utu na binadamu, hili mtu yule atakayeteswa atakayefungwa ama afai katika Bwana tangu sasa apate kupumzika mara baada ya tabu zake. Yesu Mkuu, Mungu mhukumu wa haki, Anakuja kukumu kila mtu sawasawa na yale anayotenda, na ndio maana neno maroa, sauti ya mabadiliko, ni wito wa kujiunga na harakati hizi za kujenga jamii mpya yenye watu wapya katika nchi mpya ambamo ndani yake hakitasikika kilio.